Tesa ina shughuli mbalimbali katika, miongoni mwa shughuli ambayo inayofanya Tesa ni kwanza ku mama, ina ototu, ototu kwa kwanza ku shughuli mama inaitwa ni kusaidia watoto, kudhamini watoto kimasomo, kwa hiyo ni udhamini wa kimasomo. Inaitwa sponsorship. Inadhamini vipi? kupitia Tesa, Tesa imeunda mifuko ambao kupitia mifuko hiyo ndo tunaitumia kwa ajili ya kuweza kudhamini watoto kwa mujibu wa sifa tofauti tofauti. Tunao mifuko mikuu miwili. Tuna mfuko, mfuko unaituwa, wa ufadhili wa Sheikh Hassan bin Amir, na tunao mfuko unaitwa ni mfuko wa elimu wa Tesa. Mifuko hii inabeba ina, ina, ina sifa ambazo zina sifa. Kuna sifa za jumla.